Ni kama mastaa wameanza kuamka kuguswa na swala la Nicole kuendelea kusota rumande kwa kukosa dhamana. Steve Nyerere ameshare picha ya Nicole kwenye peji yake ya Instagram, alafu ameandika mstaafu, nani mkamilifu katika hii ardhi ya Mwenyezi Mungu? Napokea SMS simu, swala la Nicole toka juzi kulia na kushoto, lakini nikasema Mungu nitangulie, nami nione mwanga kwenye hili. Ni ukweli usiopingika dada kapuyanga sana kwenye hili ni ukweli tena sana. Ana makosa na ana kosa la kujibu, lakini nani mkamilifu? Nicole ana makosa na kibaya zaidi ni kwenda kuchangisha watu wenye kuipambania kuitafuta kesho yao, na kibaya zaidi walikuamini kutokana na brandi yako, wakiamini kuna matokeo sahihi e, kupitia wewe. Nicole ni mtu mzima na mwenye akili timamu, alikuwa anafanya kitu anachokijua na kujua matokeo ya mwisho e, na mwisho lakini Tukienda mbali zaidi limeisha tokea, naye ni binadamu. Siko hapa kumtetea mhalifu, lakini naandika hapa kujaribu kuona haki ya waliofanyiwa ujinga huu wanaipataje? Je, yeah, Nicole kukaa ndani eh, haki ya wadai itapatikana? Maana siku ya mwisho Nicole anatakiwa kuwarudishia fedha zao wote walioguswa na yeye. Anarudishaje? Anajua yeye, lakini akiwa nje kwa dhamana na masharti yenye tija, basi anaweza kumaliza jambo hili. Lakini ifike mahala hii michezo ya magrupu inayogusa fedha, naomba sana kuwe na utaratibu wa kumsajili kijumbe e, kwa kitambulisho chake na wanachama anaowachangisha waridhie kwa maandishi kuwa wamekubaliana kuanzisha grupu la kusaidiana. Hii itasaidia sana, lakini sio mtu anatoka tu huko anaanzisha grupu mara e, michango sio sawa.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 Aa, wakiona kwamba ni kitu very positive. Sofia yule wajua kali ameandika, Steve kakaangu, wewe ni mtu na nusu Mungu akubariki sana. Aa, anko unafanya jambo la maana sana. Unajua hapa duniani unatakiwa kuishi kwa akili, ndio maana Waswahili wakasema akili ni nywele, kila mtu ana zake. Na wengine pia wengi sana wamepita kwenye sehemu ya comments hapa wakiona kwamba hiki ambacho amekiandika hapa Steve Nyerere kina maana na wasanii wanatakiwa kuamka, kusaidiana. Ingawa ni kweli, ni kookakosea lakini, anahitaji kusaidiwa ili atoke kwa dhamana, na baada ya hapo awajibike kulipa hizo pesa za watu ambazo amechangisha kinyume cha taratibu na wanamdai. Una mtazamo gani? hapo chini kwenye sehemu ya comments, lakini pia kusubscribe ku hapa SNS, kwa taarifa nyingine kila wakati.